Wajalie waja wako neema na uwafunue macho yao ili waweze kuona wema wako inshaallah. Bosi wewe. Wepe, gari iko wapi bosi? Nimekuzoea wewe ni mtu wa hapa. <laughs> Bosi, bosi, karibu wewe. <laughs> Salama sana, nashukuru, nashukuru sana. Madam yuko wapi? Hey. Naenda kuchukua vitu. Hata nao kuna zawadi hapa pia. Iko kwa gari wewe. Tulia. Sasa mbona unaangalia gari? Au anatamani kupeleka gari. Napenda nikiketi nyuma wewe. Tulia. Sasa Heri. Heri boss. Heri namuona asubuhi akifanya fanya kazi zake, lakini kumbe nimekuja kugundua Heri ni muvivu wewe boss. Heri ni muvivu. Niko na kijana wangu hapo mjana Heri anaitwa Msagan, huyo Msagan. Dana, mjana Heri, nakuambia yeye ni mchapakazi bosi wewe. <tipa> Heri! Heri! Heri! Heri! <tipa> We, fika bosi anakuita wewe eee! Bosi huyu kijana ni bosi, ni ha, bosi. Sasa, habari yako salama. Ah ha, wewe masaa yote nakana bosi nje bana. Eh? Siu mwambegendani vuvivu wako tu. Angalia sasa huko mbio nafanya fanya kazi. Umekaa tu hapa. Ah, acha hizo na wewe. Nipeleke ndani. Nataka nika vile kunaanda. Ah, sawa kunanga Aka kanajipendekeza kwa bosi. Haka kanajipendekeza san, sana. Nikipata chanzi nitakuzagamua wewe. Nitakuzagamua wewe. Samani sana, nilikuwa na ujumbe wako kidogo, lakini sababu naye ilijua pale pembeni kidogo, tuongee

umri wako pale ulipofikia, na unao mambo ni ya heri sana, sababu umri ambao umefikia wewe, umri wa kuwa uolewe. Mwenyezi Mungu amesema ya kuwa mwanamke pale atakapofikia umri wa kuolewa, basi ni kheri akapata mchumba na mchumba ni kama huyo mwenye ambaye amejitokeza sasa hivi, eh, ustadi, nakuomba. Na nakuomba kwa heshima yako usije ukayafanya haya yakawa makubwa na ukaje ukasema sina akili ama nimekudharau ama sijakutendea haki, la haula ila kwate. Sasa wewe wanitafuta wewe, unachokitafuta utakipata. Subhanallah, kama ni mchumba, kama ni mpenzi, hayo ni yangu mimi wewe mwenye shirika la kutafuta wachumba, alikuja kwa kutaka mchumba. Sikia nikuambia, sitaki kukuvunja heshima kabisa e, hey, makubwa umekucha. Mimi naenda we, baba mimi sitaki mchumba, mimi sitaki mume, sijui jambo la heri, sijui suna, sijui baba, tuheshimia Omba samani kwa Mwenyezi Mungu, samani tena. Tenado kwaia baba, pita adauma, pitisha miguu yako uende. Usinitibue baba, usinitibue <tipuwe> oh, oh, oh. <tipuwe> <tipuwe> Sharma, vipi? Mimi sawa. Ni mzima kabisa. Amebadilika kweli yani. eh, eh. Mashaallah mtoto. Ah, Masudi wewe. Eh? Niambia Masudi. Ah. saitu kwanza amekuwa vizuri kukuona. Hivi? Shehe Abdi, sikizi, yuko wapi? Anapatikana kweli? Maana namtaka Ashe Abdi, ni mda sasa hatujaonana, lakini mazingira yake mimi nayajua. So we, cha muhimu niambie unatakaje. Mimi najua njaro zote mimi, nasijua sababu wasababu zinajua mirafiki yake eh, wa wadamu akula na kushibana. Eh sema mtoto mzuri, unatakaje. Eh? Sina <laughs> <laughs> mitani we, we mitani, wewe. Wewe Mimi naulizia serious. <laughs> hapo <laughs> unapatia Kweli lakini Haya, sawa, tuachi haya hivi. Kama chigo zake wazijua, hey, wewe rafiki yake wa damu hey, unaweza nipeleka hey? Sasa nakuuliza, hey, hey, kazi wewe shemiki kazi nkucheka cheka. Ona basi. Naam, isiwe tabu hey, ukimwona mwambie tukutane mgahawani tena hey, mgahawani hey, mwambie tu kwa Sharma anakwambia kutane mgahawani hey, yeye mwenyewe atajua.

Hey, Bwana Masudi. Naam. Ah, za kitambo bwana. Ah, mimi nashukuru Mungu kabisa Alhamdulillah. Yeah. Na wewe? Mimi nashukuru pia, aona ah, unajua kupotea hivyo. Niko mimi mimi niko ni venye mahangaiko bana, tunafanya maangai maangai, atufanya watu wanani <laughs> Hata umesahau mimi nimekuwa shehe saa hii, sio ustadhi tena? Uliona afadhali kuachana na swala kabisa ukaingia mtaani. Sikiza nikwambie, bwana Masudi, rudi msikitini, rudi msikitini. Nitarudi, lakini tatizo ni nini? unajua, shehe, um, um, um, um, um, shehe. Nashukuru. Bana wewe. Safi. Eh, piga piga chenga hivi na vikazi vikazi vikazi, bana, unajua tena si vijana siku hizi eh, mapema watoto eh, eh, eh, tena eh, sijani mimi nitakuja tu nitakuja <tukja> eh nenyewe <tukarikana> alhamdulillah, Bwana Masudi. Lakini mimi chenye naweza kukupatia usia ama kukupatia advice ni kwamba wewe bado kijana, wewe bado hirimu bado uko na nguvu zako, zitumie kumwabudu Allah, zitumie ili kujenga taifa na kujenga ujana wako katika Mola, kila kitu katika swala hizi tano. Mola atakubariki na hata hivyo vibarua unavyotafuta vitakuwa vitakuja kwa rais wake. Naweza kukusihi rudi msikitini tu, hayo tu ndo naweza kukusihi kijana wangu. Sababu na Masudi ni sawa, utakuwa na safari njema njemaa ya sasa Shehe Abdi, hata nilikuwa nasahau kwa sababu ya salamu zetu hizo. Unajua venye tumepezana mi na wewe eh? Mm. Ntangia yeo siku hiyo mpaka sasa. Sasa nilikuwa n... napita kumake... kwa mke Serafina pale, nasikia sauti si kwa mbali, nikasema nani ugeuka hivi? Anaambia nimefanya vizuri kukuona bana, anaambia kuna nini? Sema wewe ni rafiki yake nani, nani. Shehe Abdi. Nikamwambia, eh, si unajua mimi nilikuwa na msikiti, msikitini kwake. Msikiti, msikiti, kitambo sana. Ah, nikamwambia hata usijali, anaambia semaje, mtoto mzuri, anaambia usinde, mtoto mzuri kwanza. Mimi nataka fikishe huu ujumbe Shehe Abdi, mwambie afanye hivyo vyote, jioni anione pale mkahawani mm. wapi mkahawani? Nikajua tari shehe, hapa kuna vilimati hapa mm. <laughs> Nikajua vili tari sasa. <laughs> Ujumbe wangu ni huo shehe, e, tutaonana ba. Alhamdulillah. Nashukuru sana wa ha, kwa kunipatia huo ujumbe sawa. Kwa heri, uwe na safari njema bwana Masudi. Ha, ya. Ha, ya.

Ni. Karibu ndani, Sharma. Maana ujio wako najua ni waheri kwangu, kwa hivyo tukiingia ndani tutasikia furaha sana. Shehe wangu, Mimi nimekuja no. kuongea na wewe kitu kidogo, kwa nyuma nyuma, kuna ujumbe ulionieleza kini ikakukatalia. Kwanza naomba msamaha, usameh na pili, shehe wangu, nimekuja kukwambia niko tayari. Kumbe ni jambo la heri ili shana na Mwenyezi Mungu, pole, aliona kile kilio changu ilichokuana Jomba kutoka kwako kwa. Yaani, umenifurahisha na umenifanya moyo wangu umejaa na furaha. Kama umetambua hili basi, sina budi na mimi kukubalia, maana nilikuwa nikikusubiria kwa muda mrefu sana. Kweli karibu najaa na furaha kwa ujio wako kwangu, na namuomba Mola na azidi kutubariki. Ndoa yetu itakayoenda